Habari. kwa majina naitwa Dokta Makwavu, ni mmiliki na mkurugenzi wa Makwavu eh, Herbs. Kwa siku ya leo, nakuja kushea eh, kitu kidogo na wewe mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vya afya, hususani mwanaume. Kitu ambacho nakuja kushea na wewe ni kitu ambacho kimekuwa ni gumzo, kimekuwa kikiongelewa eh, at every place, yaani kila sehemu, kienda wanazungumzia shida hii na imesha kuwa ni chronic sana eh, haijalishi ni umri gani, haijalishi ni mtoto mdogo, haijalishi ni mtu mzima, tatizo hili limekuja kuwa ni changamoto katika jamii ya sasa ya Kitanzania tatizo lenyewe ni tatizo la nguvu za kiume penzi msikilizaji, ni kwamba tatizo la nguvu za kiume limekuwa ni tatizo kubwa sana, na na mpaka sasa hivi wanaume wengi wamekuwa wakitumia madawa ya kubusti eh, waweze kushiriki tendo la ndoa, waweze kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa kwa kutumia dawa za antibiotics, dawa za kikemikali ambazo eh, mwili unakuja baadaye kuwa tegemezi katika madawa hayo. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja ugonjwa huu ambao umekuwa ukiongelewa mara kwa mara kuwa ni tatizo la nguvu za kiume, actually hakuna ugonjwa unaoitwa kupungua kwa nguvu za kiume. Kumbuka huu sio ugonjwa lakini ni dalili ya maradhi mengine ndani ya mwili. Nasema hivi, kupungua kwa nguvu za kiume sio ugonjwa, lakini hii ni dalili ya kupungua kwa vitu vingine au kupata maradhi mengine ndani ya mwili. Hivyo basi, msikilizaji sio ugonjwa wa nguvu za kiume bali ni dalili ya eh, ya kupungua kwa nguvu za kiume tuna, ambayo tunaitemu kama dalili ya ugonjwa mwingine ndani ya mwili. Maradhi yafuatayo ni maradhi ambayo yanasababisha eh, kupungua kwa nguvu za kiume katika mwili wako. Kitu cha kwanza tunasema ni UTI. UTI, urinary tract infection, maambukizi katika via vya mkojo. Unavyopata maradhi ambayo ni repeated ya UTI mara kwa mara, unatumia dawa, ugonjwa unarudi, unatumia dawa, ugonjwa unarudi, unatumia dawa, ugonjwa unarudi Hatimaye inaenda kutafuna katika njia eh, ya eh, mfumo wa kupitisha mbegu eh, pamoja na kuharibu mifumo ya homoni kwa maana ya testosterone homoni ambayo na kupelekea wewe eh, eh, kupata hamu ya tendo la ndoa, hivyo kubi distorted na wadudu eh, au bakteria wa UTI hivyo kukupunguzia appetite eh, ya kushiriki tendo la ndoa na kuwahi kufika kileleni early very early than usual, yaani unafika kileleni kuliko kawaida, yaani muda mfupi unafika kileleni kuliko eh, eh, kawaida. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa ngiri au henia, ugonjwa wa ngiri au henia eh, unasababisha wewe kutoshiriki tendo la ndoa vizuri. Kwa kwanini njili inasababisha vitu kama hivi? Mara nyingi ngili ana dalili kadha wa kadha ikiwemo ni kutopata choo au kupata choo kama chambuzi e, e, tumbo kunguruma, tumbo kujaa gesi e, kukojoa mara kwa mara pia ni dalili ya ngiri. Sometimes wengine hawajui, wanajua eh, ipo, eh, kwenye UTI, lakini pia ngiri anasababisha hivyo. Lakini pia dalili ambayo ni nyingine kabisa, unawahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa kuliko kawaida. Sasa ma- dalili hizo zote zinaenda kuharibu mfumo wa kujisikia hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu pia ngiri anasababisha uume kurejea na ume kurudi nyuma na kuwa na ume mdogo. Dalili nyingine ambayo inasababisha ule ugonjwa au ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa pressure. High blood pressure high blood pressure. Pressure ya kupanda eh, na low blood pressure. Vyote hivi viwili vinasababisha eh, kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa nini? Eh, mgonjwa wa high blood pressure of course ana mafuta mengi kwenye mishipa ya damu high cholesterol, high damuhe cholesterol, eh, inasababisha damu kutotembea vizuri katika mishipa ya damu ikiwemo hata katika mishipa ya uume. Hivyo basi kama damu haitembei, means, hakuna hakuna njia yoyote itakayofanya ume usimame imara kama damu hazipiti katika ile sehemu. Hivyo basi eh, pressure, high blood pressure inasababisha kupungua kwa nguvu za kiume, lakini pia ugonjwa mwingine ni RBG lady blood glucose au high blood glucose kwa maana ya eh, sukari, ugonjwa wa di diabetes. Diabetic people au diabetic person yuko kwenye high risk ya kupoteza nguvu za kiume kwa sababu eh, damu mgonjwa wa sukari hazipiti vizuri. Ndio maana of course mgonjwa kama huu anashambuliwa na ugonjwa wa gazi, ugonjwa wa nambes. Numbness ni ugonjwa wa ganzi ambapo tofasili yake ni kwamba ni kutopita kwa damu katika mishipa ya mwili kwa sababu damu haizipiti, zinapita kidogo, ndio maana napata ugonjwa wa kupoza au kuparalyze. Hivyo ugonjwa wa sukari hawezi kuwa na nguvu za kiume. Lakini ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa tezi dume, kwa maana ya Prostate. Prostate eh, ni ugonjwa ambao ni namba moja kabisa katika kuharibu mifumo ya nguvu za kiume, kwa sababu mara nyingi upo katika mifumo ya kibofu, inashambulia mfumo wa kibofu, ambapo inaweza ikapanua njia ya mfumo wa kibofu au dalili ya huu ugonjwa unakojoa mkojo hautoki kama unavyotakiwa, dakika kadhaa mkojo unakuuma, unaenda kukojoa hautoki unavyotakiwa, lakini eh, frequent urination, kukojoa mara kwa mara ni dalili mojawapo ambayo inakuelekeza kwamba ni in of prostate, kwamba prostate inakuwa lakini bado haijafika katika nini, e, e, prostate ambayo ni kubwa zaidi, ambayo unaweza kukuhatarishia maisha. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo H pylori, e, wadudu kwa jina la H pylori wanaenda kushambulia katika mifumo ya kiuno ambapo kiuno ndio tunasema ni injini kubwa katika tendo la ndoa, kwa sababu mbegu inatoka katika kiuno. Hivyo basi, kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo, automatically lazima kiuno kikae kinamuuma mara kwa mara, hivyo basi itasababisha wewe kutoshiriki tendo la ndoa vizuri. Lakini mgonjwa wa vidonda vya tumbo mara nyingi hapati choo, anapata choo kama cha mbuzi cho kigumu, eh, kwa hiyo hawezi kupisha material mapya kuingia kumpa, eh, eh, nguvu. ATP inakuwa ni ndogo, maanake nguvu ambazo ni nishati zinazozalishwa kutokana na vyakula ambavyo tunakula maana zinakuwa ni ndogo, kwa sababu eh, mtu hapati choo. Eh, we are advised kwamba tupate choo hata mara mbili eh, au tatu kwa siku, unaona. Sasa ugonjwa mwingine ambao unasababisha eh, kitu eh, kupungua kwa nguvu za kiume ni ugonjwa eh, we, au magonjwa ya zinaa, magonjwa ya zinaa kama gonorea, syphilis, eh, hayo magonjwa yote, ukishapata magonjwa kama hayo of course yanaenda kutafuna mfumo wa mbegu na mifumo mingine kama hiyo ya inayokupatia appetite ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo basi huwezi e, ukawa na nguvu za kiume. Sasa sometimes mtu hana maradhi kama hayo yote yote niliyo yataja. Sasa lazima jiulize, mimi sina maradhi hayo yote, lakini nina upungufu wa nguvu za kiume, kwa nini? Kuna vitu ambavyo vinaweza vikachangia katika kupungua kwa nguvu za kiume ikiwemo e E, ikiwemo masturbation yaani ulikuna kujichua mara kwa mara, unaona ulikuna kujichua mara kwa mara. Hii inachangia e, kupunguza au kuregeza mishipa ya ume. Lakini mwingine hakujichua, ataweza kujiuliza pia, mimi sijajichua, lakini na upungufu wa nguvu za kiume. Kama huna maradhi, hujajichua, na bado na upungufu wa nguvu za kiume bado sababu ipo inayokupelekea kupungua kwa nguvu za kiume, ikiwemo sababu ya eh, hormones just justi, eh, sana sana tunaongelea eh, testosterone hormone. Testosterone hormone ndiyo ina trigger the appetite of a person eh, to do sexual intercourse, kwa ina maana kwamba kama testosterone hormone ipo chini means that huwezi ukashiriki tendo la ndoa kama inavyotakiwa. Sasa kwa wewe ambaye una maradhi ya upungufu wa nguvu za kiume, kabla hujachukua dawa, mtaalamu inabidi akupe dawa kulingana na sababu yako au chanzo chako minzi tunatibu shina la tatizo, alafu zile nguvu za kiume zitakuja automatically. Sasa kama hajafanya hivyo na kujua sababu, ina maana kwamba aprepare dawa ambayo unaenda kulikava hayo maradhi yote niliyo yasema, ikiwemo maradhi yote ikiwemo mfumo ya kujichua, ikiwemo na mfumo ya homoni. Ndia kupatie hiyo dawa nditaweza ikakusaidia. Sasa sisi kama Makwavu Herbs tumekuja na dawa ya kipekee kabisa ambayo ina combination, ina kombo, yani ni kombo ya maradhi ambayo yanasababisha kupungua kwa nguvu za kiume. Hivyo ukipata dawa hiyo ukainywa, hata kama tatizo lako lilikuwa kroniki kivipi, ni lazima ikusaidie katika kutriga the appetite of doing sexual intercourse na kuifanya eh, eh, zakari yako iwe imara katika kufanya tendo la ndoa, kwa sababu dawa hiyo itafanya katika mifumo eh, ya, ku, eh, ya kupusha bradi ya kupushi damu katika mishipa ya umu, hivyo kuweza kushiriki tendo la ndoa vizuri na kwa uimara zaidi. Na kusema hayo, nipende kuwakaribisha Makwavu Herbs, uweze kujipatia dawa bora na dawa ya kipekee na dawa iliyoandaliwa kwa uangalizi mkubwa sana na kupata afya yako. Makwavu Herbs tunasema afya yako, nguvu yako. Wote nakaribisha.